Maji wa Chivihi Media, hapa ni Kihonda Maghorofani, maarufu kama kijiwe nongwa. Kubwa ambalo limefanyika hapa ni kikundi cha mafundi rangi hapa mkoani Morogoro. Leo hii wamekabidhiwa furniture na Rockmax International Limited, wazalishaji na wasambazaji wa extra power hapa mkoani Morogoro, ambapo wameweza kuwashika mkono wana kikundi hichi ambao wako takribani ya mia mbili na tisa katika kikundi hicho. Hafla hiyo ya makabidhiano ya fenicha hizo imehudhuriwa na injinia Ikanjila John ambaye ni mdau wa masuala mazima ya ujenzi. Ningependa kutoa kwa mawili matatu, watu wanasema kwamba umoja ni nguvu, na siku ya leo kwa kweli, kwa hiki kitu mlichokifanya ni kitu cha kushukuru sana. Kwa umoja wenu utaufanya uwe na nguvu na mafanikio makubwa, na kama risala yenu ilivyosema, nafikiri kuna ambao, no supporti, fundisha, na wanafunzi ambao mnao support mnawafundisha, naona kidogo na free ni kama tutapata nguvu kazi, nyingine nayo ni sehemu ya kuongeza ajira kwa vijana. Naomba hiki kikundi chenu mwendelee kuwa na huo moyo huo huo na huo mmoja wenu. Nafikiri kama nilivyosikia kwenye risala kwamba mahudhurio ni machache, nilikuwa naomba tu mwongeze nguvu za huo mkusanyiko, kwa sababu mnapokuwa pamoja na mnapojadili ni kwamba mtakuwa mnajadili vitu vya msingi. Na kikubwa kwenye umoja mara nyingi ni imani kama si upendo lakini ni imani. Mkiaminiana chama chenu kitakuwa ni kikubwa, na bahati nzuri mmekisajili kwa muda mrefu, kama nilivyosikia kwenye hotuba yenu, mmekisajili elfu mbili na kumi na e, tisa nafikiri ni chama kikongwe eh, 2019 mpaka leo ni karibu miaka sita kwao, naimani kabisa kwamba mpo vizuri na mnakiendesha vizuri, kwao kikubwa tu ni kwa na imani na mshirikiane hata kwenye kutafuta kazi, na nilidokezwa kwamba hiki chama ni cha mkoa mzima wa Morogoro. Na unapokuwa na chama mnakuwa na sauti, na ukiwa na sauti utasikilizwa mahali popote, utasikilizwa na serikali, pengine utasikilizwa hata na chama kuliko mtu mmoja mmoja. Na mkishakuwa na chama mkishakuwa na mafundo ya kutosha, na kwa sababu chama chenu kimeajiriwa, nafikiri ni rahisi hata kupata sekta au kupata kazi serikalini, kupata kazi kwenye mashirika ya umma. Au a namwomba mwenyekiti na uongozi wako, hicho kitu nafikiri mkizingatie na mkipe umuhimu, kwa sababu ukishakuwa na chama na kimesajiliwa, ukuomba kazi, sijui kama itafika mahali mtakosa. Na kingine ambacho nilikuwa nakisisitiza kwamba iki kikundi chenu kwa sababu kimesajiliwa mkisajili kwenye ile nani ya manunuzi, kuna siri kama mlisha kisajili. Siku hizi wale wanaopata kazi au hizi tenda za serikali wanakuwa wamejisajili kwenye ile nani ya manunuzi, watu wa ile nani wanaita huu wakala wa mambo ya, ya ununuzi. Mkishajisajili kule kule, una maana kwamba mtakuwa na nafasi ya kupata kazi sehemu mbalimbali. Baadhi But... ya mafundi hao tumezungumza nao na walikuwa na haya ya kusema juu ya tukio hilo. Tunafurahi sana kwa sababu tulikuwa na ndoto ya muda mrefu, ndoto yetu ilikuwa kufungua ofisi hii, lakini leo kwa udhamini wa Rockmax International Limited tumeweza kuipata fursa hii na ofisi yetu tumeifungua kwa kishindo. Sherehe imefana, lakini yote na yote shukrani ziende Rock Max International Limited, maana ndio wametuwezesha mpaka muda huu, tuko mahali hapa tunaendelea na sherehe za ufunguzi wa ofisi hii. Jamani, yani, wanatoa bidhaa nzuri hawa. Rock Max wana huduma ya skimming put, ambayo inatumika kuskim kwa kuta zote nje na ndani koo. Nikualike hata wewe utakaisikia tangazo hili ukaribie katika ofisi hizi zinazopatikana hapa Kihonda Maghorofani. Hiyo huduma ya skim ya, hiyo poda ya extra power utaipata. Kwa kweli tukio ni la ajabu sana kwa siku ya leo, kitu ambacho mimi sijawahi kukiona katika vikundi vya mkoa wa Morogoro, ni mara yangu ya kwanza. Pia nashukuru sana huyu mdhamini ambaye amedhamini hii kikundi kwa juhudi ambazo amezifanya leo ameleta fenicha ya ofisi pamoja na nyimbo za kutumbuiza hii sherehe ya kufungua ofisi. Mimi nashukuru sana, sina zaidi ya kuzungumza zaidi ya kumwambia dua huyu ambaye mdhamini aweze kukiinua hiki kikundi chetu, ili na sisi tuwe juu kama ahadi, ahadi alizoahidi yeye. Tunamshukuru sana, mengi ameyafanya. Uh, nina, nina, nina, nina furaha sana siku hii ya leo baada ya kupata fursa ya kutembelewa na kampuni ya Extra Power Skimming Put kampuni ambayo imetuwezesha sisi kama mafundi kuweza uh, kupata chama uh, chetu uh, ambacho kipo mkoani Morogoro ambacho chama hichi kimeweza uh, kutufanya kutuweka pamoja, lakini pia tumekuwa na, na, na, na maono mbalimbali juu ya kuweza uh, kuimarisha kikundi chetu, lakini pia napenda kuzungumza juu ya kampuni ya Rock Max. Kampuni ya Rock Max imekuwa kampuni pekee ambayo kwa mkoa wetu Morogoro imekuwa kampuni ambayo imetuwezesha sisi kuweza kupata eh, kupata bidhaa bora ambayo sisi kama mafundi tunapokuwa kwenye, kwenye, kwenye saiti zetu tumeweza kupata bidhaa hii ambayo bidhaa hii inaweza kufanya eh, eh, eh, kazi zetu zionekane bora na zionekane imara kwa sababu ah, hii unga wa ulputi unapotumia sisi mafundi kwanza imekuwa ime, ime, ime tuone imetufanya tu, kazi yetu iwe nyepesi na kazi yetu ionekane bora, kwa sababu inafanya ukuta wako uonekane smooth. Inavyozungumziwa smooth, maana yake ukuta wako uonekane safi kabisa, lakini pia kwa sisi mafundi ambao tunafanya, tunafanya kazi imetufanya tupate tu, tu, tu site nyingi zaidi kutokana na unga na, na, kwa hiyo napenda kuwashauri uh, watu ambao wananisikiliza kwa wakati huu kwamba tutumie bidhaa hii na ni bidhaa hii ambayo kama utaitumia bidhaa hii hutokaa hujutie siku zako zote. Ah, kikweli kabisa eh, extra power skimming puti ndio bidhaa ambayo kwa sasa hivi Tanzania eh, Tanzania ambayo kijijini iwe mjini inapatikana madukani kote. Kwa hiyo naomba ndugu zangu ambao mko kokote mwe Tanzania uwe, uwe Kenya uwe wapi uwe, najua mnanisikia mtumie bidhaa ya extra power skimming puti. Skimming puti hii ni kwa wote, hii ni kwa ajili ya wote siku ya leo. Tunafurahia sana wanachama wa Kimaramo kwa tukio zima liliofanyika la uzinduzi au ufunguzi wa ofisi ya mkoa wa wanachama wa Kimaramo, mafundi rangi na mafundi ujenzi. Lakini pia tunashukuru mgeni rasmi kuitika wito na kufika eneo la tukio na hata kukata utepe rasmi kwa maana ya kufungua ofisi ya Kimaramo mkoa wa Morogoro lakini naweza kusema yanayojiri au yanayofanyika ndani ya kikundi hiki cha Kimaramo mkoa wa Morogoro, ni kikundi kilichojumuisha mafundi rangi na mafundi ujenzi kwa maana ya kufanya kazi pamoja, lakini kuongezeana ujuzi kwa maana mafundi wanatofautiana, lakini kubwa zaidi kufundisha hata vijana kutoka kwenye tegemezi katika familia zao kujitegemea katika kuelewa ufundi na kujiajiri lakini pili, tunapenda sana hii kampuni ya Extra Power ambayo skim, wana bidhaa za skimming puti ambazo ndio zenye ufanisi bora katika ujenzi wa majengo mbalimbali, lakini pia ndio wadhamini wa kikundi hiki cha Kimaramo, ndio mafundi ujenzi, mafundi rangi. Katika umoja huu tunawategemea sana katika bidhaa zao kwenye kufanya kazi zetu katika majengo ya makazi, majengo ya serikali lakini na majengo ya shule. Tunaweza kusema kwamba tunashukuru sana kuanzishwa kwa umoja huu, imekuwa ni fursa mojawapo ya mafundi kuungana kuwa na sauti moja katika kutambua thamani ya ujuzi wao, lakini pia kuonyesha namna wao ndio wanaojenga miji hata ikaitwa miji, lakini pia fahari yote ya majengo katika miji inatokana na hawa mafundi. Kwa hiyo wamejitambua sasa, kuinuka kuungana pamoja na kuonyesha thamani yao jinsi wanavyoweza kufanya kazi pamoja na kuboresha zaidi ujuzi wao, lakini kuboresha kazi zao katika majengo ya kisasa. Shukuru leo tulikuwa tuna tafriji ama sherehe, kwa sababu tumeipokea kwa wingi. Kwa hiyo ilikuwa ni sherehe kubwa sana kwetu, tulikuwa tuna ufunguzi wa ofisi ya mafundi rangi hapa Morogoro lakini tumeshikwa mkono na Rock Max Limited ambao wanazalisha bidhaa ya extra power. Kwa hiyo tunashukuru kwa mafundi, tunashukuru pia kwa ubia tuliokuwa nao na extra power, ambao ni wana bidhaa bora, bidhaa imara, bidhaa nzuri kwa skimming kuta zote za ndani na nje. Kwa hiyo wamekuwa ni wanatoa product ambayo imekuwa ni bora tangu walipoanza na mpaka sasa wana bidhaa nzuri imara na laini sana. Unapokuwa ukiitumia inaleta matokeo mazuri kwenye ukuta, iwe ni kuta za ndani za nje na hata kwenye dari. Kwa hiyo mafundi tunafurahi na tunashukuru kutumia bidhaa hii, na leo tumekuwa nao kwenye sherehe hii, wao ndio wakiwa wadhamini wetu. Kwa hiyo tumefurahi sana, na itoshe kusema wako vizuri na tuendelee kuwaunga mkono. Ohi, nimeungana na mafundi hawa katika makabidhiano ya ofisi. Mimi nashukuru sana, naona Rockmax International Limited ni kampuni ya kuigwa hasa, wanatoa support kwa mafundi kama hivyo, wanafadhili furniture, wanaahidi kutoa bima ya afya kwa mafundi hawa. Eh, unajua umoja ni nguvu. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana Rockmax kwa kufadhili mafundi hawa kwa kupatia ofisi na furniture. Nafikiri kampuni zingine pia zinaweza kaiga mambo kama walofanya hawa kampuni hii ya Rockmax. Akizungumza na TV Media, afisa masoko kutokea kampuni Rocks International Company Limited alikuwa na haya ya kusema: ni... Nimefurahi sana kwa ujumuiko wa mafundi wengi waliojitokeza kuhusu makabidhiano ya ofisi pamoja na furniture zao. Nimefurahi sana na mafundi, tuendelee kutumia extra power skimming puti, kwa sababu puti ambayo inamthamini fundi leo yake na kesho yake, puti ambayo ina, ina, ina, ina skimu kwenye kuta za nje kuta za ndani kubandika mikanda pamoja na dari, extra power na mafundi ni maswaiba kutane saiti, fursa nyingi ambazo tutakuwa tumezipata kwanza, tutakuwa tunatambulika sehemu mbalimbali, na pia tutakuwa tunaaminiwa kwa kukabidhiwa majengo makubwa haswa ya serikali. Kikundi mwanzo kilikuwepo na watu hamsini, lakini tunamshukuru Rockmax International Limited kwa kuja, kwa sasa hivi kikundi kina watu mia mbili na tisa. Malengo ya kikundi ni kusaidiana kwenye matatizo. Malengo ya kikundi ni, ni, ni, ni kupata projekti kubwa na kufanya kwa umoja. Malengo ya kikundi ni kufanya kazi kwa ubora na kushauriana vitu vingi katika maendeleo. Kikundi kilianza muda mrefu, kilikuwa kama mibili, kilikuwa kina miaka miwili, lakini kilikopo akina mzamini aa, a, a, akuna, akunufaika na, na, na, na manufaa yoyote ambayo kama projekti kubwa na nyinginezo, lakini tunashukuru Mungu kwa ujua Rockmax kuja na tuna mpaka sasa hivi tunaamini kwamba tutapata project kubwa za, za, za, za serikali na za private. Kwa hiyo hiyo ndo kilichokuwepo sasa. Kutokea hapa Kihonda maghorofani mkoani Morogoro, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.